Mapigano makali bado yanaendelea kushuhudiwa nchini Sudan huku vyanzo vya habari vikiarifu kwamba tayari maelfu ya raia wa Sudan wameuawa na wengine kuyahama makazi yao. Hofu bado imetanda katika sehemu mbalimbali za Kusini mwa nchi hiyo huku ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa jana Novemba 5 mwaka huu 2025, ikisema watu 40 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya waombolezaji huko Kardofan nchini Sudan. RSF imeendelea kuteka maeneo kadhaa kutoka kwa jeshi la serikali kulingana na taarifa za Umoja wa Mataifa. Mashambulizi hayo yalifanyika mji wa El Obeid dhidi ya watu waliokuwa matangani. Katika taarifa hiyo, shirika la Umoja wa Mataifa la Ocha limeeleza kuwa idadi nyingine ya watu isiyojulikana walijeruhiwa katika shambulio hilo. Mashambulizi hayo yametokea wakati watu wakiendelea kukimbia kutoka eneo la El Fasha lililotekwa na wapiganaji wanamgambo wa RSF. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF wametoa taarifa kuwa wanawatunza zaidi ya waathirika wa ubakaji 300. Waathirika hao walitokea kambi ya Zamzam, ambapo kufuatia mashambulizi ya RSF zaidi ya watu 1380 waliokuwa wakiishi hapo walikimbia. Mashirika ya kibinadamu yamesema kuwa watu waliokimbilia usalama wao wanahitaji chakula, maji, dawa, makazi na pia kuwapa maliwazo kutokana na kuteseka kimawazo na unyanyapaa wakiyakumbuka yale waliopitia. Hali hii inasababisha wasiwasi kwamba sasa nchi hiyo yaweza kugawanywa mara mbili, yaani upande mmoja ukidhibitiwa na RSF na mwingine na jeshi la serikali. Baada ya kuteka Elfasha ambayo ndiyo ilikuwa ngome kuu ya majeshi ya serikali, wanamgambo wa RSF wanashukiwa kupanga kuvamia Kordofan. Jamii ya kimataifa imekosoa mara kadhaa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kutoa silaha kwa RSF, lakini nchi hiyo imekanusha madai hayo mara kadhaa. Kulingana na wachunguzi, jeshi la Sudani linaungwa mkono na kupata misaada kutoka nchi za Misri, Saudia, Uturuki na Iran. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Janet Mumbi. Koko FM, ladha ya Pwani.